Tumefurahi kwamba umekuja katika ziara hii katika mkoa wa Arusha. Tufikishie salamu kwa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kusaidia mkoa wa Arusha kwa kutoa fedha nyingi katika sekta ya barabara, lakini pia tunamshukuru kwa uamuzi wake kwa changamoto ya Serengeti kutoka hapa Ngorongoro kwenda Serengeti. Barabara ile tayari amepatikana mkandarasi kwa ajili ya kujenga tabaka gumu ili kupunguza kero ya barabara kuelekea Serengeti. Hmm. Lakini pia tunamshukuru kwa sababu katika kuboresha swala la utalii ameahidi kuwekwa taa za barabarani, hmm, kuanzia Mto wa Mbu mpaka geti la Ngorongoro. Lakini pia maombi ya barabara ya upanuzi wa barabara ya Arusha Kisongo Eh, hapo sisi tunaona ni kipaumbele kwetu eh, ili kupunguza foleni, lakini pia uwanja wa ndege wa wa Arusha unaboreshwa na kuanzia mwezi Januari ndege zitatua usiku na mchana. Kwa hiyo ili kwenda airport itatusaidia kuondosha foleni, lakini pia tunaelekea kwenye AFCON ishirini ishirini na saba. Mm. barabara hii ikipanuliwa mpaka Kisongo pia itakuwa itaunganisha vizuri zaidi kwa ajili ya kwenda Afcon. Kwa hiyo hilo pia ni ombi, lakini pia upanuzi wa barabara ya Arusha Moshi eh, kuelekea KIA nayo ni muhimu sana na ni kipaumbele sisi katika mkoa wa Arusha. Otherwise mkoa wetu uko salama. Karibu sana Arusha. Mheshimiwa mkuu mkoa na kushukuru. Nakushukuru <coughs> nakupongeza sana hapa <coughs> Meru nimekutana na kazi nzuri ya taa za barabarani maeneo mm. ya King'ori mm. tumeombwa taa zingine za ziada mm. na sisi tutaongeza taa hapo mm. ili ziweze kuungana eneo lote hilo mm. liwe na taa za kutosha mm. Mwisho uh, ili la uharibifu wa mali mm. za umma mm. ni kitu kinasikitisha sana mm. na kwa kusema kweli sote tunakilaani, sio kitu sawasawa sawa. kadri litakavyokuwa na kadri ilivyo Hizi ni mali zetu sote kwa hivyo, mm. hakuna sababu yoyote ya watu kufikia katika uharibifu wa mali za umma mm. ana gharama hizo zinaturudia si wenyewe mm. kwa hiyo, hatuna sababu ya kuharibu miundombinu yetu, ni lazima tuitunze miundombinu mm. yetu, ni lazima mm. so, leo tutaenda kurekebisha pale, mm. tunapokwenda kurekebisha, tunachukua tena fedha mm. tunakwenda kurekebisha hizo fedha Zingeliweza kwenda kufanya mambo mengine mm, kwa hiyo hakuna sababu ya kufanya uharibifu kwa mali zetu wenyewe, mali za umma. Vivyo hivyo sisi tunawapongezeni na kazi, najua kwamba inaendelea hapa na maandalizi yanaendelea, hii mm. miradi uliyoisema ya umuhimu mm. kama ya maandalizi ya Afcon, mm. na mingineyo mm, imeichukua na mm. nitakwenda kuifanyia kazi na timu yangu nimeagiza ukamilifu wa miradi by Desemba hii miradi yote tunayoifanya hivi sasa hivi, haswa ile ya dharura iwe mm. imekamilika mm. hataongeza hata siku moja.